Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm. Leo hii sasa tumewafikia tena wale watu ambao wanamtaji mdogo au wale watu wanaotamani kufanya mradi wa kuku wa kienyeji kwa gharama nafuu kabisa. Leo nitakupa mbinu au tekniki ambayo utaweza kufikia malengo makubwa kwa kuanza na tetea kumi pamoja na jogoo wawili tetea kumi ambao wana miezi minne mpaka miezi mitano yani wale ambao wako tayari kwa ajili ya kutaga. Uh, sasa hawa tetea kumi uh, tufanye maximum, utawanunua kwa laki moja na ishirini. Tupigie hesabu kama kila tetea utamnunua kwa bei ya shilingi elfu kumi na mbili na jogoo wawili jogoo ambao wanapanda wa kienyeji Uh, tuweke labda utawanunua kwa shilingi elfu ishirini mpaka shilingi elfu ishirini na tano. Uh, huu mtaji wa hawa tetea kumi pamoja na jogoo wawili unaweza kukusaidia wewe au kukufikisha wewe kwenye kuku mia mbili kwa muda wa miezi mitano tu, ukawa na kuku mia mbili. Uh, sasa utawapataji hawa kuku? Kitu cha kwanza uh, futa mbegu nzuri, mbegu ya tetea na jogoo mbegu nzuri au ile mbegu kubwa ambayo inakuwa haraka. Na mbegu kubwa utaijuaje? Mbegu kubwa, uh, utaijua kwa kuangalia, hasa hasa kwa hawa jogoo, utaona ni jogoo wakubwa, na ile miguu yao huwa haiwi miembamba. Miguu yao mara nyingi huwa inakuwa ni minene, na hata manyoya yao huwa yanakuwa ni manene sana, ni mapana. Manyoya yao ni mapana. Hata wao ukiangalia, uh, wanaonekana ni wale ambao wamenawiri, sio wale ambao dhaifu, wale ambao wadogo sana, wafupi. Hapana, utakuta ni mbegu ambayo jogoo anakuwa mrefu lakini ana nyama. ah, hawa ni jogoo wa kienyeji. Lakini kwenye upande wa jogoo, unaweza kutumia pia jogoo ambao ni chotara japokuwa ukitumia sana jogoo wa chotara uh, kuna possibility pia ukapata vifaranga wengine wakawa ni chotara wakawa wanataga tu. Sasa hapa, kama unataka kuwa mzalishaji mzuri wa vifaranga uh, kwa kutumia njia za kawaida bila kutumia mashine yani incubator, basi nakushauri upate kienyeji mbegu kubwa na tetea uh, tetea wanakuwa mbegu kubwa pamoja na jogoo wanakuwa mbegu kubwa. Sasa hapa utaenda kuwafuga hawa kuku jogoo pamoja natetea, chakula ambacho utakuwa umejitengeneza wewe, kitengeneze tu kile chakula ambacho kinaenda kuongeza uwingi wa mayai, kwa sababu kile chakula hata ukiwapa pia wale jogoo huwa kinakuwa hakina madhara na huwa wanakuwa vizuri tu. Uh, kwa hiyo kwenye chakula hakikisha umewatengenezea chakula ambacho kinaongeza mayai. Tumia fomula, kwa wale ambao wana vitabu vyetu. Kama una kitabu chetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji ambacho kinauzwa elfu kumi, kuna fomula pale, tumeandika fomula ya tetea au kuku anayetaga, itumie fomula ile, au kama una kitabu chetu cha safari ya ufugaji, pia kuna fomula pale ambayo wanaitumia kuku wa mayai au kuku wanaotaga. Ila ile fomula iliyopo kwenye kile kitabu chetu cha safari ya ufugaji ni nzuri sana, kwa sababu ukiangalia kidogo ile fomula huwa inatumika uh, uh, kwa wachota kunaKuna vitu kidogo vimeongezeka kutoka kwenye ile fomula ya kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kwa sababu ni fomula ambayo pia huwa wanaitumia chuo sara. Ila ile fomula tulijaribu kutumia kwa kuku wa kienyeji, walitaga mayai mengi sana. Kuku walitaga mayai 35 mpaka mayai 40. Na wengi nadhani wameitumia, wameshanipigia simu kunipa mrejesho, na wengine tunao kwenye kundi la WhatsApp ambalo ni kundi lile la mafunzo, walinipa mrejesho walivyoenda kuitumia ile fomula kwenye kitabu cha safari ya ufugaji. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye unataka uzalishe wa wa kwa wingi na kushauri pia unaweza kutumia ile formula iliyopo kwenye kile kitabu cha safari ya ufugaji ambacho pia nacho kinauzwa 10000 Watengeneze ile formula hawa tetea, ambayo utawapa wao tetea na wale jogoo. Tengeneza vizuri kama ilivyoandikwa kwenye kile kitabu, fuata kila kitu, pima uwiano ule ule ambao umeandikwa kwenye kile kitabu. Ukisha tengeneza anza kuwalisha hawa kuku. Ukiwalisha hawa kuku, uh, unapowapa kile chakula pia nakushauri wape na hizi busta za asili za kuongeza mayai zipo pia kwenye hivi vitabu. Kwenye vitabu vyetu pia kuna kitabu ambacho kina mabusta, hata hiki kitabu cha tiba za asili kina busta mbalimbali ambazo zinachochia utagaji wa mayai, hata kwenye kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji pia zipo, hata kwenye kitabu cha mwongozo kuna zile busta ambazo zinachochea utagaji wa mayai kama vitunguu saumu, tangawizi, beetroot, karoti, vitu kama hivyo, majani ya mpapai. Hizo ni busta ambazo zinachochia utagaji wa mayai kwa spidi kubwa sana. Kwa hiyo ukiwa unawapa chakula kizuri ambacho umejitengeneza kutoka kwenye kitabu cha safari ya ufugaji, nenda kawatengenezee na hizi booster za asili ambazo zipo kwenye kile kitabu cha mwongozo au kwenye kitabu cha safari ya ufugaji au kwenye kitabu cha tiba za asili. Sehemu zote hizi utakuta booster ambazo zinaongeza utagaji wa mayai. Ukishawapa hawa kuku, ukiwalisha vizuri kwa muda wa wiki moja tu hiki chakula, kama wako tayari, kitaga wana miezi minne na nusu mpaka mitano kwa kuku wa kienyeji mpaka sita, wakati mwingine huwa wanakuwa wanataga. Sasa ukiwahi mapema, waanzishie hii miezi minne minne na nusu mitano, wape hiki chakula. Kama utawalisha kwa muda wa wiki moja, ile wiki ya pili utaona wameanza kutetea, na ndani ya hiyo hiyo wiki ya pili ambayo wanatetea utaona tayari wameanza kutaga. Utagaji wao uoga unaenda sana ukiwapa vizuri hii formula pamoja na hizo booster za asili, huwa wanataga kwa muda mrefu, wanataga siku nyingi sana. Wanaweza wakaanza kutaga leo, wakataga mpaka siku 30 au 35 mbele, wakati mwingine mpaka mayai 40 ndio wakaanza kuatamia au kukalia yale mayai. Ah, sasa utakwacha kuwa unakifanya wewe kwa wale kuku wako kumi au tetea wako kumi, kila wanapotaga, kwa sababu wanataga katika siku tofauti tofauti kila akitaga nitoe lile yai pale anapotaga, nenda kalihifadhi. Kama una mayai viza mengine, utakuwa unayaweka kwenye vile viota ili waendelee kutaga wasiache kutaga. Au wasikate tamaa ile ya kutaga. Wasizile, yani. Kwa hiyo utakuwa unayatoa yale mayai ambapo pale kwenye kiota wametaga, nenda kayahifadhi sehemu nzuri. Kila wakitaga wewe toa, hifadhi sehemu nzuri. Kwenye kile kiota weka mayai viza au mayai ambayo hauna mpango wa kuyatamisha utakuwa unayaweka ili wasizile kutaga. Aa, ikifika siku sasa hata yule kuku ambaye alichelewa kuanza kutaga akaanza kutaka kuatamia, wewe wawekee sasa. Utaenda kutoa yale mayai viza, halafu utawawekea yale mayai ambayo ulikuwa ukiyatunza ndani ili watotoe, wawekee yale mayai kwenye vile viota vyao. Aa, kila kuku angalia na um umbo la kuku. Kama kuku ni mkubwa sana mwekee mayai labda kumi na tano kwa kuku wa kienyeji wengi miili yao sio mikubwa sana, lakini angalia na umbo la kuku kama ni, ni mdogo kiasi unaweza kumwekea mayai kumi, kumi na mbili kama ni mkubwa utamwekea mayai kumi na tano. Na lengo la kuwekea haya mayai ni kuangalia kuwa huyu kuku ana uwezo wa kuyakumbatia vizuri haya mayai, kwa maana ukimwekea mayai mengi kuku mdogo atashindwa kuyakumbatia vizuri, lakini ukimwekea yule mkubwa atayakumbatia vizuri kabisa yale mayai. Kwa hiyo wewe hapo utaangalia hicho kitu. Aa, sasa unatetea wako kumi ukishakuwa na watetea wao kumi, tuchukulie tu kwa hesabu ndogo ya chini kabisa, kila kuku kamwekea mayai kumi kumi kila kuku, maana yake utakuwa tayari umeweka mayai mia moja, na jogoo uliwaweka wawili wakawapanda vizuri kabisa hawa tetea. Ah, jogoo akishampanda vizuri tetea, maana yake ile yai linarudishwa vizuri kabisa na kifaranga kinapatikana. Kwa hiyo katika yale mayai kumi uliowawekea kwa siku moja, wa wakaanza wa kuwatamia, ili waweze kutotoa wote kwa siku moja lengo la kuwafanyia hivi pia ni kuwa uwalee vifaranga wako vizuri kabisa bila mama yao. Utawatoa wale vifaranga wako wote na ukawalee vizuri wote kwa pamoja, ili wapewe huduma nzuri. Maana ukisema uweke kila siku kuku anapototoa, itakupa ugumu sana wakati wa kuwalea wale vifaranga, ila ukifanya hivyo, utakuwa umerahisisha zoezi la kuwalea vifaranga kwa pamoja. Sasa tuseme katika yale mayai kumi uliokuwa umeyaweka kila kuku akatotoa mayai saba saba, kwa wale kuku kumi utapata vifaranga sabini. Ukishapata hao vifaranga sabini, ukaanza kuwalea vizuri kabisa, wape huduma zao vizuri. Siku ya kwanza kama watahitaji glukosi waweke glukosi, baada ya hapo wawekee vitamini, endelea kuwapa not au utengeneza hizi kinga za asili, wape kila siku, fuata ratiba nzuri, wafuge kisasa. Kama una kitabu chetu hiki kii cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji utaona kuna mwongozo mzuri kabisa wa kuwafuga vifaranga wa kienyeji kwa njia za kisasa kabisa. Wape mahitaji yao yote, wa wala hayana gharama yoyote, kwa sababu mahitaji mengi ya wale kuku huwa tunatengeneza kinga za asili huwa tunatengeneza alovela, tunatumia mpapai, tunatumia mrobaini, tunatumia vitunguu saumu, tangawizi, ila hakikisha kila siku wamewekewa kinga za asili, busta za asili, chanjo za asili, yani vitu kama hivyo havikosi kwenye maji yao kila siku. Ni vitu vya gharama nafuu kabisa, lakini na joto pia wawekee, kwa muda wa wiki mbili wawekee joto. Unaweza kuwawekea jiko au ukawatengeneza kwenye burda, ukawafuga wale vifaranga sabini vizuri kabisa. Hawa vifaranga sabini ukiwafuga vizuri tuseme labda ikatokea bahati mbaya, maana kwenye vifaranga pia huwa inatokea bahati mbaya, labda vifaranga 10 wakafa, ukawa umebakiwa na kuku 60 sasa, ambao umewafuga vizuri kabisa. Hiyo ni awamu ya, ya kwanza ya wale vifaranga ambao ulikuwa umewatoa sasa, na tunarudi kwa wale mama zao sasa, wale wale uh, hawa mama zao uh, ukiwalisha vizuri kile chakula cha kwenye Safari ya Ufugaji, ile formula iliyopo kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji, nadhani wengi ni mashuhuda, kwa sababu wadau wetu wengi mna kile kitabu baada ya wiki mbili wale kuku wao wanaanza kutaga. Hata sisi hapa shambani kwetu, wale kuku wa kienyeji tukiwalisha kile chakula cha kwenye safari ya ufugaji, baada ya wiki mbili wote huwa wanakuwa tayari wameanza kutaga, na mfumo utakao utumia tena ni mfumo ule ule. Kwa hiyo utajikuta kila mwezi labda kila baada ya mwezi mmoja kupita, zikipita wiki mbili, unaanza una tena kuulea vifaranga wengine. Kwa hiyo ukifanya hivyo kwa, kwa miezi minne mfululizo, ukaa unafanya tu hilo jambo, unafanya unatulia, mpaka awamu nne, utajikuta una vifaranga mia mbili arobaini ambao kama utawalea vizuri kabisa mpaka mwisho tuseme hauwezi kukosa vifaranga mia mbili ishirini labda awa ishirini, tuseme ajali yoyote au changamoto yoyote ilitokea. Kwa hiyo utajikuta ukifanya misimu minne umezalisha kuku wa kienyeji mia mbili na ishirini unao kabisa, ambao wako vizuri kabisa ila ukija kuangalia mtaji wake utajikuta ulianza na tetea kumi pamoja na jogoo wawili tu, lakini umefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana kuwa na kuku wengi na wenye afya nzuri ambao wanaendelea vizuri. Tuna vitabu vya ufugaji ambavyo vitakupa miongozo yote hiyo. Tuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, safari ya ufugaji, tiba za asili, ufugaji wa broila pamoja na mwongozo wa ufugaji wa kutumia tiba za asili. Lakini vile vile tuna kundi la mafunzo, kundi la tu tu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa muda wa wa wa miezi miwili ukilipia ukilipia utaulizwa maswali utafundishwa uleaji wa vifaranga vifaranga utaona jinsi ambavyo sisi tunawalea vifaranga. kila kitabu yake, elfu kumi, pia, kitabu gharama yake ni shilingi ya ya njia ya WhatsApp, na na unaendelea kufuga vizuri aa, kwa furaha na kwa kuona matunda mazuri mazuri kabisa kabisa tuna wadau wengi ambao tulianza nao kwa kuku wa kienyeji kwa chotara kwa broiler lakini leo hii wanapata matokeo mazuri kabisa kama unahitaji huduma zetu chukua namba kwenye video aaa kenye na utupigie kutumia ujumbe, lakini hakikisha uko serious na kitu ambacho unataka kukifanya.